Kurejea humu nchini, maafisa wa usalama huko Nakuru wanawazuilia washukiwa saba kuhusiana na mauaji ya afisa wa polisi na kujeruhiwa kwa wengine wawili. Afisa huyo wa kituo cha polisi cha Bondeni aliuawa kwa kupigwa risasi baada ya kushambuliwa na genge la wahalifu jana usiku. Polisi wanasema wamenasa bunduki kutoka kwa washukiwa hao. Jumatatu asubuhi nje ya afisi za DCI jijini Nakuru, maafisa wa usalama walitoa bunduki aina ya AK47 walioinasa mikononi mwa wahalifu na ambayo inashukiwa kutumika kwa wizi wa mabavu chini ya wiki mbili zilizopita. Ripoti zikiarifu kuwa usiku wa Jumapili, makabiliano kati ya maafisa wa usalama na wahalifu eneo la Bondeni yalijiri. Maafisa watatu wakapigwa risasi. Afisa mmoja alipigwa risasi tumboni na baadaye kuaga dunia. Maafisa wengine wawili waliojeruhiwa wanatibiwa katika hospitali ya rufaa ya Nakuru. Maafisa wa polisi waliwakamata washukiwa wanne katika eneo la tukio. William Nyairi Rioba, mfungwa wa zamani, Nyari Nyamwara, Emmanuel Mwita na Catherine Kantha Zakayo. Washukiwa wengine wanne walikamatwa mafichoni karibu na eneo la Tides just a, few, a few, I think last month. Makachero wa upelelezi na jinai wanaamini kuwa Catherine Cantha mwenye umri wa miaka 43 ambaye alikuwa na kibanda eneo la Freehold alificha bunduki iliyopatikana kwenye nyasi. Visa vya wizi vimeripotiwa katika maeneo tofauti jijini Nakuru, miongoni mwao eneo la Pipeline, Ndege Ndimo, Ngata na Soilo. Msururu wa wizi wa kimabavu usiku, mauaji ya wa wafanyabiashara wanne katika maeneo tofauti jijini Nakuru, kunaswa kwa bunduki aina ya AK47 na kuhusishwa kwa mfungwa wa zamani. Swali kuu ni je, makachero wa kitengo cha jinai na upelelezi watabaini nia halisi ya mashambulizi haya na ni nani haswa aliyehusika? Meria Nyambura, runinga ya Citizen.